ishirini kwa ishirini tarehe ishirini na tisa Oktoba ni siku gani? Ndani ya nchi ya Tanzania kuna wanaosema uchaguzi mkuu ndani ya nchi ya Tanzania kuchagua viongozi wa kuliongoza hili taifa kwenye miaka mingine mitano. Kuna wengine wanasema ni siku ya maandamano nchi nzima. Unajua miaka kadhaa nyuma, hata mimi nilikuwa na akili kama hizo zenu. Yaani, ukinirudisha kama miaka mitano nyuma, kabla sijajua kitu kinachoitwa World Order, lazima ungenikuta katika kati ya hizo pande mbili, ya lazima ungenikuta labda maandamano nchi nzima au uchaguzi mkuu wa nchi nzima, lazima ungenikuta sehemu mojawapo. Lakini baada ya World Order kufa, kuna siri nyingi sana ambazo sisi tunaopenda kujifunza tumezigundua, na ninapenda kuwashirikisha kwa sababu nalipenda taifa langu, ninawiwa na uzalendo sana. Kwanza nataka nikupe maana ya neno sheria. Sheria ni utaratibu na kanuni zilizotungwa au zilizotengenezwa na watu fulani, ili kuwalinda hao watu na maslahi yao. Hiyo ndio maana ya neno sheria, hakuna, hakuna difinisheni nyingine, hakuna tafsiri nyingine, kanuni na taratibu zilizotungwa na watu kwa faida ya hao watu na maslahi yao. Nikupe mfano halisi, unavyokwenda kuomba kazi kuna kitu kinaitwa contract sindio? Yale makubaliano yako wewe na huyo ambaye unamfanyia kazi, yale ni makubaliano ya yule mwenye kazi kulinda maslahi yake na sio kukusaidia wewe, ambaye umekwenda ku, kuomba kazi. Ndio maana yule mwenye ofisi yake ataendelea kuwa tajiri na tajiri, we utaendelea kuwa masikini tu, kwa sababu ulisaini makubaliano ambayo yatakufanya wewe uendelee kuwa masikini wakati yeye anaendelea kuwa tajiri ni sheria ulizisaini. Sasa watu wanataka mawazo yangu mimi, eti kesho ni siku gani? Sheria ya nchi inasema kesho ni siku gani? Kwa sababu nchi inaendeshwa na sheria na kuna watu wanasimamia hizo sheria. Ukienda kinyume na sheria, wanakukamata, wanakupeleka mahakamani, sheria inatafsiriwa, umeivunja wapi, unapelekwa gerezani. Ndivyo utaratibu wa hii nchi ulivyo. Sheria ya nchi inasemaje? Ni muda wa uchaguzi umefika, inabidi tufanye uchaguzi. Kuna wengine watasema hata maandamano ipo kisheria. Safi kabisa, uchaguzi upo kisheria na maandamano yapo kisheria. Ni nani anayesimamia hizo sheria zote? Ni serikali. Kwa hiyo serikali imeamua tufanye kwanza uchaguzi, tukishamaliza na uchaguzi ndo tutafanya siku ya maandamano. Umeona, sheria ya uchaguzi ipo kikatiba, sheria ya maandamano ipo kikatiba. Msimamizi wa sheria ni nani? Ni serikali. Serikali amesemaje? Tufanye kwanza uchaguzi, maandamano baadaye, period. Kuna wale rafiki zangu wanapenda kuniambia niweke namba wanichangie huduma yangu. Tunajua hii huduma ina changamoto sana, sio video zote YouTube atakulipa hela, mnajua kabisa. Sasa njia nzuri ya kuchangia huduma yangu ni kununua kofia au t-shirt kwa bei ambayo ipo kwenye screen hapo F20. Kwa namba hizo hapo, kwa njia hiyo utakuwa umenisapoti moja kwa moja, na pia utakuwa unatangaza uzalendo. Pamoja tulikomboe taifa letu. Tanzania ni ya watanzania wote, Tanzania ni mali ya watanzania. Sasa tukishaanza kuzozana hapa, kila upande unataka kulazimisha la kwake litekelezeke, atakayeumia ni nani? Mimi naulizaga tu hapo. Ona fikiri, serikali itaumia? Sisi ndio tutakao umia, si ndio? Maana yake. Kwa hiyo hebu tuwe na akili. Sasa tuje kwenye masuala ya world order. Mimi ndo nakupenda kwa sababu huko ndiko siri zipo. Ndio maana watu wakiona mimi naongea wanahisi kama vile nagombana na, na serikali au naichokonoa serikali. No ndongo, kwa sababu wana akili ndogo, wanahisi kwamba mimi nakinzana na, na serikali. Hapana, serikali inahitaji watu kama mimi tuamshane tuambie wale ambao walituandikia muswada wa kutugombanisha kwamba sasa tumejitambua. Nikikaa hapa nikianza kus, kus, kus, kuzungumzia Chadema, Cha Umma, CCM, ACT Wazalendo, mi nitaonekana ni mjinga sana. Nikuulize swali, hivyo vyama vyote vya siasa vimeteketeza shilingi ngapi? Mpaka sasa tunavyokwenda kwenye uchaguzi ni kitu kama zaidi ya trilioni moja, mchakato mzima wa uchaguzi, ayo magari wanayo choma mafuta huko barabarani, hivyo vifaa vya uchaguzi, sijui ma nini, unajua, yani vurugu zote, over trillion, yani bilioni elfu moja hivi. Hii nchi ingekuwa ni ya kwetu kweli, kwa asilimia mia, tungekubali kuchoma fedha yote hiyo kwa ajili ya jambo ambalo halina tija kabisa kwetu? Ndio pale ninapokupa siri za dunia kwamba hii nchi yetu sio yetu, tumepangishwa, tumekodishwa wereva na tukapewa na masharti ya kukodisha hii nchi, yaani kuishi kwenye hii nchi kuna masharti yake. Kila baada ya miaka mitano lazima uchaguzi ufanyike, ni mwenye nchi ameamua. Mtu atajiuliza mwenye nchi ni nani? Mwenye nchi ni sisi walimwengu, tunaokuopereti wewe ukamuue ndugu yako, ukamdhuru ndugu yako, pasipo nyie kuelewana kwamba hivi, hili suala la miaka mitano tunamchagua rais silipo kwenye katiba Hili vi hili swala la sisi tunagombanishwa na vyama vya siasa siko kwenye katiba. Kwa nini tusitoe? Hivi tungeongea hiyo lugha ya sisi wa Tanzania wao, nafikiria akina European Union wangekaa kikao na kutuongea hayo wanayoongeaga kuhusiana na sisi. Lakini kwa sababu sisi walimwengu tunatawala ufahamu wako, tunaamua usikilize nini, tunaamua ule nini, tunaamua uwaze nini, ndio maana ni rahisi watu wa familia moja walio kwenye vyama vya siasa tofauti kuumizana very easy, yani ni rahisi sana watu walionyonya ziwa moja la mama mmoja kuumizana kisa siasa, hiyo ni rahisi sana unaona. Tulivyofanikiwa walimwengu, unaona tulivyo na nguvu eh? kwa hiyo bwana Oktoba tunatiki, tunamoperate sisi walimwengu bwana, no reform, no election, sijui maandamano nchi nzima, tunamoperate sisi walimwengu, kwa sababu mngekuwa na akili mgekaa mkaelewana mkasema, hapana, hapa kuna mtu anatuchezea akili zetu, haiwezekani. Tugombane sisi ndugu kwa kitu ambacho hakitufaidishi sisi wenyewe Watanzania? Kuna watu wanaitwa walimwengu, kisha kila siku nawahubiria. Kuna watu wanataka niwataje straight, ni ngumu kukutajia straight, maana hii elimu ya walimwengu nimefundishwa muda mwingi sana. Wasomaji wa Bibilia wanajua kuna sehemu Isa bin Mariam au Yesu alikuwa anaongea kwa mifano, alikuwa yuko sahihi. Kuna kitu ukimwambia mtu straight ni ngumu kukuelewa, lakini mpe kwa mifano atakuelewa. Kwa inabidi niwe nawafundisha kwa mifano, kwa sababu hamjafika level ya kuambiwa walimwangu ni fulani. It's a system, there is no single individual. Na kuna kitu juzi nimefundishwa huku huku kwenye elimu zetu ambacho kina make sense. Niliambiwa hivi: Waisraeli wanaitumia Bibilia pragmatic wise, alafu watu wa mataifa wanaitumia Biblia spiritual wise Yaani, Waisraeli wanaitumia Bibilia kialialisi kufanikiwa katika uso wa dunia hii, alafu sisi watu wa mataifa ambao sio wayahudi wa tunaitumia Bibilia kiroho. Kati yao watu wawili na kinani wanaofanikiwa, unakuta Waisraeli wamefanikiwa kwa sababu wanaitafsiri Bibilia katika maisha halisi. Mfano, kwenye Bibilia kuna sehemu Isa bin Mariam anasema sikuja kuleta amani bali matengano. Hiyo ni masuala ya kiimani, sindio? Sasa ichukue ile sentensi ya Isa bin Mariam Yesu ilete katika maisha yetu ya kila siku tumeletewa multipartism na walimwengu mkaipokea kizuri. Aliyepokea multipartism mfumo wa vyama vingi, aliondoka akiwa ameapa kwamba watanzania hawakukubaliana na mfumo wa vyama vingi, bali kwa sababu ya mazingira ya njaa tuliokuwa nayo ikabidi tukubaliane na mfumo wa vyama vingi ili maisha yaende. Kuna mpumbavu mmoja, huyo alikuwa ananiambia kwenye komenti sasa mbona tulikubali tuliandika hiyo mfumo wa vyama vingi? Vyama vingi hatujaandika wewe. Sisi sio wajinga, tugombanie kitu ambacho hakina tija katika maisha yetu. Sisi sio wajinga. Baada ya kuwakubali walimwengu, kazi ya walimwengu ni kuprogramu akili zetu. Mamidia yanayo operate nchini asilimia mia ni ya walimwengu, hakunaga midia ya Tanzania wewe. Ndio maana mimi nikiwa naongea watu wanaona kama kituko, kwanzia midia ya taifa inaoperetiwa na walimwengu. Media ya taifa inajiendesha kwa commercial adverts. Ukishaona media ya taifa inajiendesha kwa matangazo ya kibiashara tayari tuna i-operate sisi, kwa sababu tunavyokwenda pale tuna masharti yetu. Promote hichi na hichi, tukupe milioni mia mia mbili, anayekupa pesa ndio anaye ku-operate. Hakuna mtu mwenye ratiba ya maisha yake ya kila siku kama hana fedha. Mtu atasema unaongea sana, unasemaje? Sasa ninasema hivi. Iti mamlaka ambayo inaweza ikakufanya jambo lolote lile kwa sababu hiyo mamlaka inaweza ikaamua kesho asionekane kiumbe yoyote barabarani, akionekana na uwawa, lala ndani. Hawezi kusema hivyo? Korona ilikuwaje? Wengine walifungiwa ndani, mamlaka yetu hapa nchini ikasema sisi tutembee, hatukutembea. Mamlaka yetu ilikwenda kinyume na walimwengu. Hiyo ilikuwa serikali ambayo iko iliku kinyume na walimwengu, iliamua ili mambo yake. Rest in peace, Magufuli. Umeona? Kwa hiyo mamlaka ina nguvu ya kukufanya jambo lolote iti mamlaka inasemaje? Kama ni uchaguzi, fanya uchaguzi. Ukishaisha uchaguzi, kinachofuata ni kipi? Ukitaka maandamano haya, nenda kafanye maandamano. Wale ambao wana akili kubwa, napenda kuongea nao mimi, hatuhitaji vyama vya siasa ili tupate maendeleo. Sisi tunahitaji ukombozi wa ardhi yetu, kwa sababu sisi walimwengu tunawagombanisha nyie ili tubebe ardhi yenu. Mbona napenda kuwapa siri za walimwengu jamani? Mnapogombana, sisi ndio tunafurahia mkielewana hatuwezi kufurahi hata kidogo. Kwa nini tumeshindwa kuwavuruga wa China lakini tumefanikiwa kuwavuruga waindi? Waindi tunawamiliki sisi walimwengu kila siku, pereche pereche, demokrasi, dini, ndivyo vinavyodidimiza India. India wana potential kubwa sana, lakini wamezama kwenye dimbwi la dini na demokrasi, na njia nzuri ya kuingiza dini nyingi sehemu ni demokrasi. Ikishaingia demokrasi, ni udongo wenye rutuba wa kuvuruga watu. China tumeshindwa kwa sababu ukipeleka Ukristo China, viongozi wa Ukristo wako wanachaguliwa na serikali kuu. Nitakuja kuwatengenezea video hiyo hujue tumedunda kule China. Yaani CCP ndo inakuchagulia mchungaji kwa sababu imeshamtengeneza kwamba akahubiri kwanza CCP ndio huyo Yesu wenu, akimchongo mchongo. Urusi wanaiua demokrasi kwa kasi ya ajabu. Tunahitaji kutawala ardhi yetu, hapo ndipo silaha ya kumaliza magomvi yote platform ya kumiliki ardhi yetu nyerere alitutengenezea inaitwa nini jkt wale walioko na wasiwasi watutatengana hatuwezi kutengana kuna headquarter jkt pale inapambana kila mtanzania aijue thamani ya ardhi yake watu wananipigia simu hasa mwalimu mbona utoe utoe suluhisho suluhisho ni hybrid economy system hiyo sentensi ni sentensi hatari we kwa wenye akili kubwa lakini wenye akili za kijiweni, kijiweni matope matope, wenye akili za kufaulu darasani hawezi kuelewa. Lakini sisi ambao tunajua dunia inavyoendeshwa tunajua kabisa, utajiri wa Bill Gates sio kwamba ni mjanja sana, utajiri wa Elon Musk sio kwamba ni mjanja sana, utajiri wa Bezos sio kwamba ni mjanja sana, utajiri wa Modi sio kwamba ni mjanja sana. Sana ni sheria za kiuchumi za nchi zinawapa watu leverage ya ajabu. Sisi tunahitaji hybrid economy system chauma akiingia madarakani ACT Wazalendo akiingia madarakani, CCM akiingia madarakani, yoyote atakayeingia madarakani, tunahitaji hybrid economy system kwanza. Tukishapata hiyo saini tu kikatiba, Dar es Salaam wako watu wangapi? Milioni kumi na sijui ngapi, watabaki wa milioni tatu, tutajua tutakachokifanya. Watu watakwenda kulima, tupate saini ya hybrid economy system. Wenye bigger brain wanaelewa nachokiongea. Kwa kwa hiyo kesho wewe itii mamlaka inasemaje, tuwe na amani, hatutaki machafuko ukikiwasha hapa unaumia wewe, wanaokuoperate ukiwashe wako salama salmini. Promote uzalendo kwa kununua kofia na tisheti, ishirini ishirini tu. Tuelimike tusiwe wasomi.